Safi Dokta Mwinyi, safi Mheshimiwa mkuu wa wilaya, pamoja na viongozi wote mliokuwepo hapa kwa heshima uh, ya mwenge wetu wa uhuru. Kwanza niweze kutoa shukrani zangu za dhati kwako pamoja na viongozi wote kwa kuweza kusimamia mradi huu mzuri wa maendeleo. Anawashukuru sana REA kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kuhamasisha maendeleo na kuleta umeme wa kwa wananchi wetu. Kwenu, kwa kazi mnayoifanya hakika mnaonyesha mfano mzuri sana leya, oye umeme, oye oye. Oye. Oye. Oye. Oye. Wilaya kipekee nipende kukushukuru wewe, waheshimiwa wabunge pamoja na waheshimiwa madiwani kwa kuendelea kusimamia miradi ya maendeleo katika wilaya yetu ya Mufindi, hakika kazi kubwa inafanyika na kama mfano tunaouona huu umeme huu unaweza kusambazwa katika vijiji vingi katika halmashauri hii na wilaya hii ya Mufindi. Tunawapongeza sana kwa kuendelea kumsaidia rais ya wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa azma yake ya kuleta umeme na maendeleo kwa wananchi wa wilaya hii ya Mufindi. Hongereni sana mheshimiwa, mheshimiwa, oh yeah. mbunge mheshimiwa wabunge, safi madiwani oye safi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Muungano wa Tanzania. Baada ya kusema hayo, mwenge wa uhuru unao furaha na azma kubwa ya kuzindua mradi huu na kuweka jiwe la msingi ili kuonesha kazi kubwa inayofanywa na wenzetu wa REA katika kuwaletea umeme wananchi wa wa, wa, wa kijiji hiki cha Nyororo kitongoji ch cha Ilala na tumeambiwa kuwa zaidi ya, ya vitongoji mia na saba itaweza kupata huduma ya umeme. Kwa kazi hiyo itaweza kurahisisha uchumi wa wananchi hawa, lakini pia kuhamasisha shughuli za kimaendeleo katika eneo letu hili. Niwapongeze sana kwa kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kuleta maendeleo katika maeneo yetu. Hongereni sana, naomba msiache kufanya kazi kubwa, na kama kuna marekebisho madogo na imani waheshimiwa wabunge kusaidizana na waheshimiwa madiwani wanaweza kuratibu na kuweza kutuongelea maendeleo. Hoyee! Safi! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wilaya. Baada ya kuyasema hayo, niko tayari kwa ajili ya kuendelea na hakika aua